Na mingine katika niliyozungumza ni masuala ya kusemwa kwamba mawahabi haya, nitakuja kuyasikizisha kesho. Wao wapinga maulidi lakini huko Suudia huko kuna wiki nzima ya kusherekewa Muhammadi Abdul Wahabi huko wiki nzima. Aliyazungumza siku za nyuma, siku nyingi, miaka kumi sasa. Makala hii iko kwamba kuna watu wasema haya na mimi, aliposemwa haya nilikuweko hiyo hadhara ilipokuwa ikizungumza mambo haya, kama vile naiona kwa sababu nilikuwepo. Mimi nikaona ah, basi kweli, maanake wakati ule bado hatujatoka kusoma tuko umu -umu. Ono, ah, bas, watu wamechanganyikiwa. Kumbe wao wenyewe huko wasoma maulidi Suudia, maulidi huko serikali pia yasoma, na kuna wiki maalum ya kusheherekewa Shekh Muhamad bin Abdul Wahabi. Asa, mbona huku watu wakatazwa vipi? na huo nao ni uongo mwingine lakini yasemwa huko Saudi Arabia, huko kuna wiki nzima usbuu, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sallallahu alaihi wasallam. Sisi hatutaki kuangalia sana ushindano, tutakiwa kuwaombea watu dua. Allah atuongoze sisi, aziongoze nyoyo zetu na waongoze wengine ambao bado hawajajua, kwa sababu kadhalika, kuntum min qabli famanna llahu alaikum, hivyo ndivyo mlivyokuwa nyinyi kabla ya hapo, Allah akawaneemesheni. Aya inazungumzia mambo mengine masuala ya tabayyun, lakini tunazungumza kwa ujumla kama hivyo, nyinyi mlikuwa mlikuwa huko huko, Allah akawaneemesheni. Kwa hiyo ni kumshukuru Allah tabaraka wa taala juu ya neema ya basira, mtu ukafahamu ukafahamu hujja na dalili, ukaijua kwamba hii ni hoja na hii ni dalili, ni kumshukuru Allah tabaraka wa taala, na kumwombea mwingine na kufanya juhudi za kuangalia dalili na hujja, na namna ya kuweza kupangua shubuhati na kusimika hoja za msingi kwa watu. Kwa hiyo leo mimi nitaishia hapa, lakini kesho, insha Allah, tutakuwa na darasa ya kusikilizisha. Kwanza tutasikilizisha maneno yaliyozungumzwa na mashekhe wa humu kuhusiana na jambo hili tusikia alafu, tutajaribu kuzungumza moja baada ya jingine kwa kadiri ya Allah atakavyojalia. Kama kesho haikuisha, kesho kutwa ipo, alhamdulillah. Tuombe uzima na afya, Allah atupia salama, tutaendelea mpaka takapokuwa tumeona kwamba darasa zetu darasa zetu hizi zimejitosheleza na wanafunzi na wengineo wasiokuwa wanafunzi katika kusikiliza wameelewa, basi tutaendelea darasa zetu nyingine kama kawaida, sallallahu alaihi wasallam. kama kuna swali